Tuelekee kaunti namba 21 ambapo wakulima wa majani chai huko Kandara Muranga, wamepokea kwa furaha tangazo la kuongezwa kwa malipo ya kila mwezi ya majani chai na shirika la majani chai nchini KTDA, kutoka shilingi 25 hadi 30 kwa kilo. Hatua hii inalenga kuboresha mapato ya wakulima kupitia mageuzi yanayoendelea katika sekta ya majani chai nchini. Tunaomba wala, wakulima wa kahawa wanaweza thibitisha ya kwamba mwaka uliopita bei ya kahawa ilienda juu, na huu mwaka tunasherehekea kwamba serikali imepitisha kwamba kila mkulima wa majani kwa kilo moja ya majani kilo imejiongezeka kutoka shilingi ishirini na tano mpaka ishirini mpaka shilingi thelathini. Nimefurahia kwa kuongezewa hiyo shilingi tano, ningeomba ituongezee hata ya bonus hii mwaka na interest ya bonus wapunguze na ya loan ipunguze, wapunguze na watuongezee na vatraisa watu anaturetea mapema majani kilipo mzuri hata sisi watu wa biashara kuna mtu anaingiza mchanga mwingine, mawe mwingine kagoto hapo, nayo biashara nakuwa kumbwa sasa. Hapa mimi nakapata bei, kwa hivyo ningeomba tu serikali iongeze hiyo, hata kama naweza kuongeza, iongeze hiyo bei ya majani, ndio hata sisi wenye biashara tupate, na kasi kaunti nambari moja ambapo serikali ya